Kama GSM Foundation, kama foundation nadhani Dr. tayari ameshaelezea ni namna gani tumekuwa uh, tukiwa msaada katika jamii yetu ya Kitanzania. Tumekuwa tukifanya kazi katika maeneo mbalimbali mbali. uh, na moja la eneo ambalo tunafanyia kazi ni eneo la afya ambapo tumekuwa tukishirikiana na serikali uh, katika juhudi kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais katika uwekezaji wa sekta ya afya. Uh, nadhani ziara yetu kidogo tuliyoifanya asubuhi ni imeonyesha dhahiri ni kiasi gani Mheshimiwa Rais uh, Dr. Samia Suluh Hassan amekuwa akinara katika kuwekeza kwenye uh, kwenye sekta hii ya afya, na si tu kuwekeza, lakini kuwekeza kwa maana ya kuinvest uh, uh, kuweka advanced technology kwenye sekta hii uh, na kama ambavyo takwimu zinaonyesha, takribani watoto a elfu nne Dr. amesema kila mwaka wanakuwa na matatizo haya ya moyo kwa hiyo tunaamini hii milioni 50 ni mwanzo tu, ni sehemu tu sisi ya uchangiaji wetu katika kuhakikisha kwamba watoto wale 4000 uh, wanapata hayo matibabu. Tukio letu la leo ni tukio muhimu la kuchangia matibabu watoto ya watoto ambao wana matatizo ya moyo na kupitia GSM Foundation leo tutaweza kukabidhi hundi yenye thamani ya shilingi milioni hamsini ikiwa ni sehemu ya mchango wetu uh, kama taasisi mbili hizi ambazo zimekuja pamoja Young Africans na GSM Foundation. Ndugu zangu, matibabu ya moyo kwa mtu mmoja ni shilingi milioni nane. Milioni hamsini inakwenda kutibu watoto wachache sana katika idadi ambayo tumepewa hapa taarifa na daktari zaidi ya maelfu ya watoto na Watanzania kwa ujumla wanaugua matatizo ya moyo. Hiki tunachokitoa ni kidogo sana ukikompea na idadi ya wagonjwa hao. Sasa nitoe wito kwa watu wote, uh, individual na taasisi, vilabu vya mpira, makampuni mbalimbali, tuje tuokoe maisha ya watoto na Watanzania wenzetu katika tatizo hili la ugonjwa wa moyo hiki tulichokitoa ni kufungua mlango tu, lakini hakikidhi asilimia hata mbili ya kile ambacho kinahitajika kutokana amba na tatizo ambalo linawakuta wa Tanzania wenzetu. Tumeambiwa Mheshimiwa Rais anatoa almost 70% nabakia 30%. Hiyo 30% tunatakiwa tuikave sisi na ikiwezekana twende beyond 30%, ili kumpunguzia Mheshimiwa Rais jukumu hilo la kusapoti eneo hili moja na matokeo yake fedha zielekezwe kwenye maendeleo ambayo sisi wote tunahitaji. Kwa kweli sisi kama taasisi tumefarijika sana kwa GSM Foundation jinsi inavyojitoa eh, kusaidia na kuisaidia serikali yetu. Kama mnavyofahamu eh, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anatoa zaidi ya asilimia sabini kuwasaidia hawa watoto, lakini GSM Foundation imekuwa inatoa kipaumbele kipa sana katika kuchangia mambo mbalimbali, inachangia kwenye masuala ya elimu, inachangia kwenye masuala ya watoto, na leo wanatoa karibu shilingi milioni hamsini kwa ajili ya kuwasaidia watoto. Si tu kutoa pesa, lakini wameleta tumaini kwa watoto, wamebadilisha maisha ya watoto pengine wangepoteza maisha kwa kukosa hela kwa sababu wengi wanakuja, wanatoka kwenye familia ambazo hazina uwezo wa kulipia. Kwa hiyo si zaidi tu ya kutoa zile fedha, lakini mmeenda kuleta tumaini ambalo ni eh, tumaini kwa wale watoto. Tumetoka kuwaona wale watoto na umeona jinsi gani watoto wale wenye furaha. Ni jambo kubwa ambalo mnalifanya GSM Foundation eh, kwa kuwasaidia watoto Kifupi, asilimia sitini ya Watanzania ni watoto, asilimia sitini wako chini ya miaka kumi na nane ukivuta mpaka miaka arobaini ambao ndio wazazi hasa pale kwenye asilimia themanini ya Watanzania. Kwa hiyo utaona ni kiasi gani unapoongelea watoto na wazazi, kwa sababu mtoto anaongelea wazazi, na kwa mwaka, kwa wastani, kwa haraka haraka, Watanzania wanazaliwa zaidi ya milioni mbili mwaka. Kwa hiyo utaona ni jinsi gani population inakwenda kwa haraka. Sasa katika wale wanaozaliwa asilimia mpaka kumi moja mpaka kumi wanakuwa na matatizo ya moyo. Kwa watoto ni wengi zaidi ya laki mbili wanazaliwa kila mwaka wakiwa na matatizo ya moyo, ukienda na zile hesabu za haraka haraka tu, na hao watahitaji mwisho wa siku kupata namna moja ya tiba katika taasisi yetu mm. Nipo hapa na mtoto wangu mwenye miezi kama mitatu mm-hmm, anasumbuliwa matatizo la moyo kwayo. Kwa hiyo kwa kweli nashukuru nimeweza kusaidiwa kwa mchango wa milioni saba na nne. Nawashukuru sana wazamili, na mwendelee kufanya hivyo kwa mchango wenu.